Sisi kama mimi kama anti yake mimi niko na uchungu na uchungu uchungu kabisa. Mimi siko nafikiria dadangu anapitia hiyo mambo yote. Can you imagine? Mtoto ni wako, huna access na kuona mtoto wako. Ukiona ukienda ku, ku, ku, kuangalia mtoto wako unaekewa block. Na ile block naekewa ni block ya matusi. Ufanywa madharau. Mimi niko na, na, mimi kuna siku moja tuende kuangalia na nini mi nisikia vibaya sana, hadi nikaenda nyumbani nikilia. Na mi alikuwa ame Peter alikuwa ameenda kuoshwa kutoka rarangu, niliona kama alifeel vibaya sana venye hali ya Peter ilikuwa. Mimi nilishangaa, alitwa na baba yake huyu, imagine, alikatalia hapo na akasema siamki hapo. Juu, zile matamshi alikuwa na, anatoa huko mimi hata sijairudi huko. Juu utaenda aje kwa mtu mwenyewe, hata hana heshima na nimekuwa ni, nikistuka sana hadi watu wenye wanasaidia Peter instead hakuwashukuru, ni matusi tu. Mi, mimi tu naambia Wakenya wote kwa niaba ya Peter watusamehe zile matamshi nimetolewa na huyu msichana sisi hatuko pamoja na yeye kama familia. Peter watusamee sana na akina huyo Don wenye walikuwa wameenda kumsaidia wai hmm, wa, wa, wa, waendelee tu aira nini, huu upendo walikuwa nao wakusaidia Peter, wasikate tama juu ya matamshi ya huyo msichana, waendelee tu kumsaidia kwa niaba ya baba yake, juu baba yake amejiongea, amesema kila kitu na se, amesema hizi mablock na amesema vizuri, angeongea kwanza ile usaidizi ilikuwa nakuja ingefanya nini, inge, ingeonekana ni kama kuvutana. Kwa hiyo kwa sasa ni sawa, guys. Nimesikia the whole story and honestly speaking it's really sad and I don't know I'm not taking sides or anything but Like, honestly speaking siwezi taka mzazi wangu hana access ya kuniona ama anything, so as Kenyans mkisikia hii story, you guys need to sit down mwangalie pande zote za zo story, if there's somebody mwenye anafinyiliwa, tafadhalini tusikubali, kwa sababu leo ni mimi, kesho ni wewe.